atia kuweza kufika mahali hapa kwa muda huu wa kipindi cha turejee madhabahuni. Kuna mtu yeyote ambaye anatamani kupata karatasi kwa ajili ya kuandika maombi yake, mahali ulipo nyosha mkono wako ili wahudumu waweze kuhudumia. Asante sana, naomba wale wahudumu waweze kuona mikono hiyo iliyonyoshwa kwa ajili ya kuwapatia watu hao karatasi Nyosha tu mkono wako ili waweze kukuona wahudumu hao. Lakini pia inawezekana kuna mtu ambaye anatamani wakati wa kuleta maombi yake amwabudu Mungu pia ibada yake kwa njia ya matoleo, kwa ajili ya kuunga mkono mkutano huu unaoendelea hapa. Unaweza ukanyosha mkono pia, ili uweze kupewa bahasha yako kwa ajili ya sadaka hiyo. Kama unahitaji bahasha pia, nyosha mkono, wa hudumu atakuona, watakusaidia uweze kupata bahasha hiyo. Bwana awabariki sana. Kwenye kipindi chetu kizuri cha kurejea madhabahuni, tunapoanza kuangalia kwa dakika chache somo hili, kisha tuingie kwenye maombi, ninaomba watu wote mlioko hapa muweze kusimama sasa, pata dakika moja ya kumwambia Bwana, andaa akili yangu kwa ajili ya madhabahu yako. Tunakutukuza Mungu wetu kwa neema yako, tunapotazama kurejea madhabahuni tena, neema yako iwe na kila mmoja wetu, tupe uelewa wa kwako we Mungu wetu, mwisho utukufu baki kuwa wako, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini Amen. Kama unaandika unaweza ukaandika hivi: madhabahuni, eneo la kupokea hekima na mwongozo wa kila siku. Madhabahuni, eneo la kupokea hekima na mwongozo wa kila siku. Sikiliza vizuri hili, wewe ulioko hapo, unahitaji hekima na busara, na vyote hivi lazima vitoke kwa Mungu. Unapokuja kwenye hoja ya hekima na busara, kuna hekima na busara kwa mujibu wa ulimwengu lakini kuna hekima na busara kwa mujibu wa Mungu. Vyote viwili hivi usipovitazama kwa jicho la kiroho, unaweza ukachanganyikiwa. Kila siku, maisha yetu huja na maamuzi ya kufanya. Yanaweza kuwa ya kifamilia, ya kifedha, kiroho, au hata kijamii. Maamuzi ambayo tunayafanya mara nyingi yanaamua hatima yetu hapo baadaye. Kitu gani kinakwenda kutokea? utakubali ya kwamba ukifanya maamuzi mabaya umetengeneza hatima mbaya. Hivi tunapoongea habari ya hekima na busara tunamaanisha nini hasa? Sikia hii, hekima ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la Mungu na kuchukua hatua kulingana na mapenzi yake. Nairudia tena, hii hekima ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la nani? La Mungu na kuchukua hatua kulingana na mapenzi yake. Kumbe kuna wakati unaona mambo kwa jicho lako, kumbe kuna wakati unaona mambo kwa jicho la jamii, lakini sio jicho la Mungu. Hekima ni kuyaona mambo kwa jicho la Mungu. Mnakumbuka, kuna wakati katika kanisa la Sabato tulikuwa na mwongozo wa kujifunza Biblia au lesoni ambayo ilikuwa na mada moja ambayo inaongelea kuwaona watu kama Yesu anavyowaona. Kwa hiyo unapomwona mtu fulani ukimtazama kwa jicho lako, piga picha, umemwona teja, yuko hoi na madawa ya kulevya, ni jicho gani utatumia kumwona? Ukitumia jicho la dunia, kibaka, mwizi, kuwa makini, atakuibia simu yako ukimwona kwa jicho la Mungu utamwona hivi: mtu mzuri aliyeteswa na Shetani, anayehitaji msaada, anayehitaji nguvu ya Mungu, ambaye Mungu akimbadilisha badala ya kuwa kibaka anakuwa mhubiri wa Injili. Jicho lipi ambalo unaona? Hivyo basi, tunaposema kuhusu hekima, ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la Mungu na kuchukua hatua kulingana na mapenzi yake. Ni kujua nini cha kufanya wakati gani, na kwa njia ipi, kwa mtazamo wa kimungu. Lakini kwa kifupi, hekima hutoka kwa Mungu. Haya yote ambayo nayazungumzia ni hekima inayotoka kwa Mungu. Je, mchungaji, kama hii ndiyo hekima, busara ni nini? Busara ni matumizi ya hekima kwa tahadhari na uangalifu. Tazame jirani yako, mwambie umeelewa au umechanganyikiwa. Amesemaje? Eh? ameelewa e? Kuna saa hekima yako haina uangalifu. Mtu mmoja mwenye hekima nzuri ya falsafa anasema sio kila ukweli wa kusema. Alafu mtu mmoja akamwakia, akamwambia kwa hiyo unatufundisha kusema uongo? Anasema kuficha ukweli sio lazima useme uongo kwa hiyo kuna vitu vimekukuta kwenye maisha, maana ulishindwa kutumia hekima na busara vikakupata. Busara ni matumizi ya hekima kwa tahadhari na uangalifu. Unapoambiwa nenda ukamwombe mumeo aache pombe, hatutarajii unaanza kufika nyumbani na kumshika kichwa, kaa chini, ni kuombe, utaleta fujo. Tumia busara, ni kupima hatari na kutambua, kwa, na kutambua muda sahihi na kuelewa athari za matendo ambayo mnafuatilia sana. Nadhani wakati kwa Magomeni hapa kwenye zile siku nne niliongelea kitu ambacho siku hizi kimekuwa na nguvu sana kwenye saikolojia, wanakita emotional intelligence. Wanasema hata kama una IQ kubwa, una akili kweli kweli, lakini ukishindwa kudhibiti mhemko, akili zako zinakuwa zero. Yaani, ubongo uko vizuri, unajua hisabati vizuri, lakini hujui kuishi na watu, hisabati yako ni bure. We ni injinia mzuri, lakini hujui kuongea na watu. emotional intelligence kwayo, kwa hiyo kwa lugha nyingine kuwa na hekima ili iende vizuri, ichanganywe na busara. Yakobo 1:5 lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapae wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Pointi hii ni muhimu, ichukue madhabahuni ni mahali ambapo Mungu hujifunua na kutoa hekima kwa maisha ya kila siku. Ni mahali pa kukutana na Mungu ili Mungu akuhekimishe. Biblia ina kila kitu. Wakati hekalu linajengwa, wanatengeneza madhabahu pale, wanatengeneza kinara cha taa, wanatengeneza vile vitu kwa ajili ya makuhani. Mungu alitoa maelekezo, anasema kuna watu ambao nimewapa hekima ya ufundi Kumbe hata wewe unayenisikiliza na kunitazama, ambao kazi yako wewe ni kushona nguo, inatakiwa umwombe Mungu hekima na busara ya ushonaji wa nguo, atakupatia. Yani utashona nguo kiasi kwamba mtu anatazama, anasema wa, wow, hii nguo imeshonwa! Na ukiona ya kwamba watu wanakusifia kwamba umeshona nguo vizuri, usichukue utukufu, waambie hekima hii imetoka kwa Mungu. Haleluya. Mfanyabiashara hivyo hivyo, kila eneo. Leo tutaombea jambo moja tu, leo tunaombea jambo moja tu, Mungu atupe hekima na busara kulingana na kazi alizotupa. Huwezi kuomba hekima na busara ya daktari wakati we ni kapenta, kwa unamwambia Mungu akupe hekima na busara kulingana na kazi yako. Tumetukuza elimu zetu tukasahau hekima ya Kimungu. Katika Biblia, madhabahu ni mahali ambapo mtu huleta dhabihu ambapo mtu analeta matoleo, lakini ni zaidi ya hapo. Ni mahali pa muungano au muunganiko na Mungu. Siwezi kumaliza wiki tatu nikiongelea madhabahu bila kumtaja mfalme kipenzi cha Mungu. Anaitwa nani jamani? Hebu ongea kwa sauti, anaitwa nani? Daudi. E, mmepata vizuri ndiye ndume pekee ambayo mbinguni imepewa mji street. We huna yani, unavyosikia Sam Nujoma Road, Bibititi kule, kuna Sayuni, mji wa Daudi. Huyu jamaa siri yake ilikuwa ni nini? Wale mnaofuatilia niliwaambieni, namba moja, Daudi, si kwamba alikuwa mkamilifu, ila akitenda dhambi akionywa, ana toba. Kutoka wapi? Toba yake inatoka moyoni, sio usanii, anamaanisha akimwambia mungu nisamehe anamaanisha akiumia moyo anamaanisha kuna watu wanatubu dhambi kwa sababu wanaogopa moto yaani tangazo likitoka mungu akasema kuanzia leo moto wa jehanamu umefutwa ndio utajua yule ulikuwa naye ni mpagani asilimia mia tatu na tano utaelewa uhalisia wake lakini sikia habari hii daudi wakati alipoporwa familia yake na mji wake ukachomwa moto na watu wake walitaka kumpiga mawe wakamgeuka, alitumia hekima gani? Samueli wa kwanza thelathini fungu la sita mpaka la nane utasoma kwa muda wako. Mimi nafupisha tu, Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kitu cha kwanza muhimu, unaposhambuliwa kule kazini, usitafute kuhurumiwa na bosi, tafuta kuhurumiwa na Bwana. Haleluya! huyo atakupa busara. Ndipo anasema Daudi akamuuliza Bwana. Tumechukua hatua nyingi za maisha yetu, tumechukua hatua kule kazini, tumechukua hatua katika ndoa zetu, tumechukua hatua katika biashara zetu bila kutafuta hekima ya Mungu. Wakati mwingine jambo liko mbele, unahitajika uchukue hatua. Usiwe na haraka, usiwe na mihemko. Rudi, piga magoti, mwambie Bwana nipe hekima na busara, nifanye nini? Ninaongea na watu ambao Mungu amewapatia neema kuwa wakubwa katika mashirika ya serikali, katika mashirika binafsi. We ni CEO mahala fulani, ni director mahala fulani, kesi zimeletwa. Wakati mwingine umeamua kesi kulingana na majungu na ukaumiza watu ambao hawakupaswa kuumizwa. Kesi inapoletwa hata kama anayekuletea amekusimulia anakuambia fulani hakupendi ameamua haya na haya, anakuchochia ili uchukue maamuzi, usije ukachukua maamuzi kwa hisia. Mcha Mungu, piga magoti, mwambie Bwana, nimeletewa kesi ya mtu hapa, nifanyeje? Ukiomba kwa dhati, Mungu atafunua. Kama ni majungu, utajua. Haleluya. Jehoshafati. Jehoshafati ni kati ya watu ambao pia nawapenda sana. Alipokabiliwa na mashambulizi kutoka mataifa matatu yenye nguvu, hakuanza kupanga mikakati ya kijeshi. Alitangaza kufunga kwa taifa zima, akaita taifa zima kuja madhabahuni. Na wakati yupo kwenye maombi, ndipo nabii akajitokeza akamwambia, Jehoshafati na watu wote mlioko hapo, vita siyo ya kwenu, vita ni ya Bwana. Haleluya! Unapoamua kudai ahadi za Mungu katika jambo hili la hekima na busara ya kiutendaji, tumia Isaya 30 fungu la 21. Anasema hivi, nasoma Kiswahili cha kisasa: mkienda kulia au kushoto, mtasikia sauti nyuma yenu ikisema, njia ni hii, ifuateni. Haleluya! Haleluya! Nataka nikuambie kama umedhamiria kutafuta busara ya Bwana, Bwana atakwambia njia ni hii ifuate. Hata kuambia si lazima usikie sauti ikiongea kilini mwako, sio lazima usikie akikunong'oneza. Mungu anavyosema na mimi, sivyo anavyosema na wewe. Kila mmoja anasema naye kwa staili yake na Mungu atakufikishia ujumbe kwa staili utakayoielewa. Acha Mungu aseme na wewe kwa njia anayoitaka. Kazi yako ni moja tu, mwambie nipe busara na hekima katika hili. Wakati tunapoleta maombi yetu sasa hivi, nahitaji nikuambie maneno haya, unaweza ukaleta wakati ninapoongea madhabahuni. Ni chuo cha hekima, madhabahuni ni chumba cha maelekezo, madhabahuni ni kituo cha faraja na amani. Madhabahuni ni kioo kinachoonyesha njia sahihi. Madhabahuni ni mahali ninapofunuliwa udhaifu wangu ili nitubu na kupewa nguvu mpya. Wakati mwingine changamoto zetu ni matokeo ya makosa yetu, kabla ya kumwambia Mungu nisaidie, kumbe kuna saa inatakiwa toba kwanza, nenda madhabahuni. Wakati ndugu zangu wanapokuja hapa sasa, watu wote ambao mtakuja hapa mbele Mnakumbuka, tunaombea jambo moja tu, Bwana Bwana, nipe hekima na busara. Sijui ni katika kuomba kazi, nipe hekima na busara. Sijui ni katika hoja fulani ya ndoa yako, nipe busara. Sijui ni katika hoja ya kupata mwenzi sahihi wa maisha, we ni kijana wa kiume au wa kike, omba busara kwa Bwana. Sijui ni kwa habari ya uwekezaji wa kiuchumi. Omba hekima na busara ya Bwana. Leo usiombe kingine. Inawezekana hata mtaji wako upo katika hekima na busara. Sio fedha. Umeomba Mungu akupatie fedha. Omba hekima na busara. Imba wimbo huu ukimaanisha Leta maombi yako kunaongea na Bwana. Omba busara, omba hekima mbele tusimame watu wote chache ya baraka kwa kila mmoja wetu, fumba macho yako. Baba Mungu, mwenye enzi yote, tunakushukuru kwa neno zuri na watoto wako. tumejongea madhabauni kuweka shida zetu na maombi yetu, kwa sababu wee ni Mungu, na hatuna Mungu mwingine, Mfalme na hatuna mfalme mwingine. pokea maombi yetu Amen. wako wanafunzi waliokusanyika katika vituo vyao na shule zao, wasaidie na uwasaidie katika mitihani yao Amen. Wapo watu katika vituo vyao wakitufuatilia, wenye changamoto wasaidie Yesu. Amen. Na sisi tulioko hapa ukajibu maombi yetu sawa sawa na neno lako, tuache tufurahie masaa matakatifu, ukiwa umejibu maombi yetu. Ninaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, Amina. Amen. Amen. Bwana ubariki sana.